Aina ya damu ya hedhi ambayo inaashiria kuwa tayari una changamoto katika mfumo wako wa uzazi mwanamke, hakikisha unasikiliza video hii mpaka mwisho, na ukitoka hapo nenda akachunguze damu yako ya hedhi uweze kutambua kama kuna tatizo ama uko salama. Aina ya kwanza ni ile damu ambayo inatoka matone ama inatoka damu kidogo, na kwa siku moja mpaka mbili tayari damu inakuwa imekata. Hali hii huashiria kuwepo kwa kuziba kwa kizazi chako. Lakini aina ya pili ni ile damu ambayo inatoka nyingi kuliko kawaida, yani zaidi ya siku saba na damu inakuwa ni nyingi, kana kwamba ukivaa taula ama pedi yako unajikuta inawahi kujaa ndani ya muda mchache. Hali huashiria uwepo wa uvimbe kwenye mfumo wako wa uzazi. Lakini aina ya, ya tatu ni ile hedhi ambayo inaambatana na maumivu makali, kana kwamba hauwezi kuvumilia au huwezi kuendelea na shughuli zako mpaka umeze dawa za maumivu. Aina hii ya hedhi huashiria maambukizi ya bakteria ama PID na fangasi ukeni. Lakini aina ya nne ya edhi ni ile edhi ambayo unajikuta unapata mwezi huu, inapita miezi mitatu au hujapata tena edhi. Hali hii humaanisha anovulation, yani kutokupevuka kwa mayai. Na aina ya mwisho ni ile edhi ambayo inaambatana na mabonge mabonge, yani damu yako ya edhi inatoka nzito nzito. Hali hii nzito huashiria uwepo wa endometriosis ama fibroids katika via vyako vya uzazi. Bila shaka mwanamke, umeweza kutambua ni aina gani ya hedhi unayoipitia. Kama unapitia mojawapo ya hizi, ya kupasa kunitafuta ili niweze kukupa suluhisho ambalo linatokana na changamoto ulionayo. Wasiliana na mimi moja kwa moja ili uweze kupata tiba hiyo. Karibu.